Ahoua mechi ya kwanza, pia performance yake ilikuwa down, na nilimtumia ujumbe na Fadlu pia kwamba anachelewa kufanya sub, na leo hayo hayo imerudiwa, kwamba unajua mwandishi, kile kingetoka na matokeo mazuri kwenye nafasi yake, kuna mchezaji mkubwa, profile kubwa, leo maana najirudia rudia kila wakati yokosa, inabidi atulize akili awe makini uwanjani. Unajua mwandishi, mechi hizi za kimataifa ukikosa, ukikosa nafasi moja ina kosti timu. Inatakiwa uwe makini sana katika finishing. Kama unakumbuka mwaka jana Ahoua huyo huyo, huyo Zanzibar alitukosti. Kwa hiyo ajirekebishe, ni ujumbe wangu kwake na nimwambie kwa Kiingereza kwamba we Simba fans the members request you that be very positive while playing and be very very positive playing and careful losing lose lose scoring scoring team when you Jean Charles Ahoua Simba taaa tu ajifunze, ajue kwamba timu wanaocheza ni timu kubwa, ujue mashabiki wanatupenda tupenda. Kuongeaga ukweli, ujue, mi naaminigi ukweli unamjenga mtu. Maisha yangu naamini hivi ndio, mi siogopai kumwambiaga mtu ukweli, kwa sababu ni timu yetu tunaipenda wote. Unaponyamaza unaficha ugonjwa. Hawa anapocheza kama kama vile anaichezea Simba Sports Club, anatakiwa ajue, hii ni Simba, timu namba tano Afrika. Hauwezi kucheza mpira kama ule wa kitoto kwenye boksi huku, sita subili matokeo. Tumejazana hapa koko bichi, sindio? Tunajua ni namba kumi kwa mfumo wa Simba uli hizi hazihitaji mdhaa kwenye boksi. Ukiwa kama namba teni kakosa magori mawili ya wazi, am nasio, mara moja tani simsimu uliopita. Kwa hiyo, awala atakuwa ajitume na ajue kwamba anacheza timu ambayo ina mashabiki na inahitaji matokeo mandara. Lakini kuna ripoti wake kwa maana ya kwenda akisema kama tuna imani na maema lakini lazima umwongelee mtu ambaye anakuja kufanya makubwa. Ujue mechi kama hizi mechi hizi lazima kukumbuka chama, kwa sababu mali si yaone, si okay, ha ha Simba, kwa sababu ndo mechi mali ya chama kaziamua. Siwezi kumzungumzia maema kwa sababu sijaona, yani hakucheza Simba, hatujui bora yake uko wapi, lakini tunamwongelea mtu ambaye bora yake tunafanani, tunajua kila mwana Simba kumuuliza habari ya chama anajua, yeye ndo katuvusha mguu wake kuingia robo kwa mara ya kwanza kwa vizazi chetu mguu wake katuvusha kwenda makundi, yeye ndo katuvusha na kachukua tuzo za mchezaji bora Afrika mara kibao, na ndo mchezaji pekee kwenye ligi ya Tanzania na magoli mengi na bingwa kuliko mchezaji wote. Kwao lazima tumzungumze, kutoka katuonyesha makubwa, na ukimwangalia bado ana kiwango kikubwa, na ndio maana tunamwambia hawa asija katukumbusha, tumkumbuke chama, acheze, atoe kwaliti yake tuione. So, anafika kwenye box anaanza kutenda mambo yake kwa kukaanguka. Hii Simba tuna maumivu, ogopa timu ijachukua bingwa misimu minne, mashabiki wanajaa uwanjani

Ah, mimi siwezi kuingilia kwenye uongozi. Ila kwa taarifa nilizonazo kuna kocha mmoja anakuja, kocha wa dabi. Unajua kocha wa dabi anakuja, kuna makocha wawili: kocha msaidizi wa ligi kuu na kocha special wa dabi. Kwa sababu Simba ilivyo labda ila tumechukua timu ambayo ina wachezaji bora wenye uwezo kwa hata ukita mechi unafundisha simu. Msimu mechi iliyopita kwenye bechi ajakamatoa timu ni sika leo basi, tuna uwezo kila mechi tukamweka kocha mpya na timu kapatai ushindi. tumemleta kocha special kwa ajili ya dai tu.